Kulikuwa na mama mmoja aliyeitwa mama Rusia. Alikuwa na uso wa upole, lakini moyo uliovunjika kwa maumivu ya saa kipimo, kwani alikuwa amelazwa hospitalini kwa miezi kadhaa akipambana na maradhi ya moyo na figo. Madaktari walijaribu kila dawa, kila mashine, kila matumaini ya kibinadamu, lakini yote yalionekana bure. Siku moja, daktari alimwangalia kwa huzuni na kumwambia kwa sauti ya upole, mama Rusia, tumefanya kila tuwezalo, tumeshindwa ila sasa tuombe miujiza. Maneno haya aliopenya moyo wake kama kiso, aligeuka na kulia kimya kimya, machozi yakitiririka taratibu usoni mwake. Alijua hakuna tena matumaini upande wa dunia, ila akajikumbusha bado kuna mbingu. Siku chache baadaye alisikia tangazo lililotolewa na kanisa likisema, leo sanamu takatifu ya Bikira Maria itapita juu ya mji wetu kwa njia ya helikopta ikibariki watu, nyumba, hospitali na wagonjwa, hivyo tujitokeze kwa wingi kusali. Habari hiyo ilimchoma moyo wake kwa hisia. Kwa sauti dhaifu, akawaomba wauguzi, "Tafadhali nisaidieni nitoke nje, nataka nimwone mama yangu akipita angani." Wauguzi waliguswa wakamvuta kitanda chake hadi uwanjani, sehemu ndogo iliyo nyuma ya hospitali. Jua lilikuwa likielekea kuzama, upepo wa jioni ukipuliza taratibu, watu walijaa wengine, wakiwa wanaozai mikononi mwao na wengine wakiwa wamepiga magoti. Ghafla mlio helikopta ulisikika angani, kila mtu alinyamaza. Sanamu ya Mama Bikira Maria ikatokea juu, ikamwangaza kwa mwanga wa ajabu, kana kwamba jua lilisimama kumwangalia. Watu wakaanza kuimba, na wengine machozi yakitiririka. Mama Rusia, kwa macho aliyodhoofika, alimimilia macho yake mbinguni, akusema kwa sauti ya mwisho aliyobaki nayo, "Mama yangu Maria, sihitaji mengi, nipe pumzi moja tu ya amani." Ndipo upepo mkali ukapuliza ukatikisa majani, kitanda chake kikatetemeka kidogo, na ghafla uso wake ukaanza kung'aa. Akainua mikono juu na kusema kwa mshangao, "Ninaweza kupumua, moyo wangu hauumi tena." Madaktari wakakimbia wakidhana anapata mashambulio, kumbe alikuwa akiponywa moyo wake ukarudi kufanya kazi kama kawaida. Figo zake zikaanza kutenda kazi bila mashine, wote wakashuhudia na machozi yakimtiririka. Kuanzia siku hiyo, mama Rusia akawa shuhuda hai wa nguvu ya Bikira Maria. Kila mara anaposimulia hadithi yake, uliia na kusema, nilipokuwa nikipoteza matumaini yote, mama aliniangalia kutoka angani na akanikumbatia kwa machozi ya upendo. Mpendwa katika Kristo, wakati dunia inakwambia haiwezekani, wewe usiache kumtazama Mama Maria.